Ningependa kukusihi we, mtazamaji, unapoungana nasi, unapotuona popote pale ulipo, uweze kutueleza ni vipi msikiti wa Jamia umeweza kukuathiri pale. Hapo awali tuliweza kueleza ni baadhi ya program ambazo kwamba zinapatikana katika msikiti huu wa Jamia, tukianzia na mambo ya basari za kielimu, tukiangalia mambo ya afya, tukiangalia mambo ya Horizon, tukiangalia mambo ya uh, Arabic na klasi zile ambazo kwamba zinaendelea za wale walosilimu. Hii ni haya ni baadhi ya programs chache tu ambazo msikiti wa Jamia unaweza kutekeleza. Kwa hivyo wewe, Jamia imeweza kukuathiri vipi? Wewe kama mswali ama wewe kama Mwislamu ambaye kwamba umezuru msikiti wa Jamia? Kuna wengi miaka ya zamani mm, kama walivyotangulia kusema walikuwa wanakuja, uh, wako masafarini mm, wanaswali, wanapata malazi kidogo. Wengi Ramadhani walikuwa wanapata sinia cha chapilau cha, cha, cha, cha, wakati wa kufuturu. Wewe Jamia imeweza kukuathiri vipi? mm -hmm. Tangu zama za wanafunzi, mimi Jamia imeweza kuniathiri kwa sababu tukiwe kwenye chuo au hata tukiwa kwenye uh, chuo kikuu ama hata shule ya upili mm -hmm. tulikuwa na uhusiano wa karibu sana na msikiti wa Jamii ya Mosque, ilikuwa katika vile uh, vipindi vyetu au programu zetu tulikuwa nazo pale, uh, chuo kikuu au pale shule ya upili, basi msikiti wa Jamia kupitia maafisa wake wa dawa au mashekhe wake, kina Shekh Juma Amir, mm -hmm. kina Shekh Muhamed Abdallah no. wakati huo Shekh Muhamed Salihu wakati huo Mwenyezi Mungu amrehemu, waliweza kutusaidia sana, mimi kuanzia wakati huo tukiwa skuli mm. kwa hiyo mimi nimeanza kupata athari ya Jamia ni kuanzia niko skuli Alhamdulillah hmm. na nikushua, kuna wengi wanapata athari ya jamia hmm. tangu wako skuli, kuanzia mda well, well. Kwa hivyo wewe, mtazamaji, jamia imeweza kukuathiri vipi katika miaka mia ambao kwamba jamia imeweza kuwa naarifiwa hmm. kwamba wenzetu shadi na kibibi wako tayari. Naam, shadi ya kibibi, tuelezeni, tupe pengine fursa ya kuona labda.